Yes, bana tuko na story ya Papa Leo wa 14 ambaye amekwisha kuchaguliwa mara baada ya kifo cha aliyekuwa Papa Francis huko Vatican na vitu vingine vikawa ni kibao. Sasa Papa Leo wa 14 ameweka historia mpya kabisa ndani ya kanisa Katoliki kwa kuweza kujiunga rasmi na mitandao ya kijamii kupitia akaunti yake pia ya Instagram. Sasa kwenye Instagram, akaunti hiyo pia ambayo iliweza kuzunduliwa rasmi Mei 13 ambapo ndio waliweza kuifungua siku chache tu mara baada ya yeye kuweza kuchaguliwa na ndani ya masaa 24 zaidi ya wafuasi milioni tatu na laki tatu mafanikio makubwa kwa kiongozi wa kidini bana duniani. Sasa kwenye chapisho lake la kwanza, Papa aliandika, Peace be with you all. This is first greeting spoken by the licensed Christ, eh, Christ, the God Shepherd Ujumbe uh, huo pia ulikuwa umeambatana na picha kadhaa za siku za mwanzo za upapa wake, na uli, uh, ambao pia uliwasilishwa ujumbe wa amani uh, kwa watu wote kutokea hapa duniani. Lakini pia taarifa zinasema kwamba ingawa pia akaunti ya Papa Leo wa 14 haijavunjwa rasmi rekodi ya kufikia wafuasi milioni moja uh, kwa kasi zaidi, mafanikio yake ni ya kipekee kwa kulinganisha sasa, uh, Kim, Teng, uh, Kim Teng Yung V wa BTS BTS pia alifikia wafuasi milioni moja kwa dakika 43 aliandika rekodi ya pia kwenye kitabu hichi. Tunajua ni bwana, mpaka rekodi yako uweze kuingia humo, unakuwa ni mtu ambaye umefanya kitu cha ajabu, kitu cha kutisha sana. Lakini pia e, Jennife An, uh, Aniston alipata wafuasi milioni 8 na laki sita ndani ya saa 24 Lakini pia Angelina Jolie alipata milioni t5 na lakit e, katika n kati ya muda huo huo sasa, kwa Papa Leo wa 14 idadi ya wafuasi milioni 3 na laki 3 ndani ya saa 24 inaonyesha ushawishi wa kiroho na kijamii ambao pia amekuwa akiubeba. Sasa kumekuwa kuna eh, kuna utofauti mkubwa sana ambao pia umeweza kuonekana. So Papa Leo eh, ndani ya masaa 24 E, ni milioni tatu na laki tatu lakini kwamba kuna mshikaji ambaye pia alishawahi kupiga a e, wafuasi milioni moja ndani ya e, dakika 43 tu akaweza kupata e, au followers kutokea kule e, Instagram. So Papa ameweza ku, kuonekana kwamba ujumbe kut, kupitia ukurasa wake wa Instagram pia ataweza kufikisha ujumbe kwa dunia nzima kwa ujumla, kama ilivyo ada. Kwa sasa hivi tunajua kabisa kwamba habari zote tunapata kwenye mitandao yetu ya kijamii na Papa leo ameamua kufanya hivyo ili kuweza kuwafikia e, watu wengi zaidi kutokea hapa duniani endelea kutufuatilia lakini pia kusubscribe channel yetu, utakuwa umetisha kinoma noma.